Shine Television popote pale ulipo, pamoja na msikilizaji popote pale ulipo, ni wasaa mzuri uh, wa kipindi cha matendo makuu ya Mungu ndani hapa. Naitwa Lightness Jerry, niko na mwenzangu Ram Begeze, kama unavyomuona amependeza kabisa. Ram Begeze, Shalom Shalom Shalom, niambie unajisikiaje? Ah, mimi nasikia vizuri siku zote. Mungu, ame, ame, uh, kwa sababu Mungu ameachilia neema kwa mtumishi wake Mwamposa, kwa hiyo kwa neema hiyo Ndiyo. Na sisi tunafurahia humu humu. Amina. Mara nyingi napenda sana pale ambapo huwa una, nikikuuliza unajisikia unasema uh, mimi nimebarikiwa, nimebarikiwa. Napenda sana hilo yeah. Neno kuitamkia mema mm. Ni jambo zuri sana, hata mtumishi wa Mungu anatuambia. Yes, kusoma katika Mithali 18:20 inaje, inaeleza unajua <laughs> kinywa kinaweza hata kuua yes. Au kufanya kitu kikawa hai mm -hmm. Yes, kwa hiyo ni baraka Amina, nafurahi kusikia hivyo. Mtazamaji, naamini uko vizuri kabisa na msikilizaji, lakini wakati huu tu nikukaribisha kwenye kipindi hiki cha Matendo Makuu ya Mungu ambapo tunaangazia shuhuda tofauti tofauti za matendo makuu ya Mungu uh, kutoka madhabahuni lakini pia kwenye simu zetu ambazo tumekupa namba wewe mtazamaji na msikilizaji uweze kutuma shuhuda yako, basi ni wakati mzuri kabisa wa sisi kuangazia matendo makuu ya Mungu. Karibu sana, lakini kukumbusha tuko live wakati huu uh, kupitia vyombo vya habari mbalimbali, radio unayosikiliza pia ni moja kati ya vyombo tuko tu ya mm -hmm. Na, na, na, na mitandao ya kijamii pia yes, mitandao ya kijamii ambayo tuko live wakati huu ni Facebook, Instagram, Facebook na YouTube, lakini pia muhimu tukakufahamisha kwa Instagram, yes, kwamba mtumishi wa Mungu atakuwa mubashara. Mm -hmm. Moja ya kitu kikubwa kwenye Instagram ni kwamba hakikisha Arise and Shine Tanzania kwenye Instagram itakusaidia wewe na familia yako kabisa. Na na unapoifollow hiyo itakuletea habari njema. Naam. Habari za mafanikio, habari za kufika mbali zaidi kiroho, kiuchumi na na kiafya. Kwa hiyo okay. uh, hakikisha unabonyeza mahali pa maandiko subscribe kwenye YouTube, kwenye Instagram ifollow your account, Facebook like page, utakuwa umefanya jambo zuri la baraka sana. Naam, naamini kabisa unapenda kusikiliza na kutazama habari njema. Kwa hiyo, fanya hivyo ili uweze kuwa karibu zaidi na madhabahu Inuka Uangaze na mtumishi wake Boniface Mamposa rambegeze. Moja kwa moja bila kupoteza muda, twende kwenye shuhuda zetu kutoka madhabahuni. Yes, kwenye madhabahu ya Inuka Uangaze mahali you know, ambapo uh, ukifika pale kama ulikuwa uko chini unakuwa juu. Mimi pia na shuhuda mm -hmm. Mimi pia ninazo nyingi. Ninaamini yaani Naamini tuna shahuda kabisa, hata kama hujaniambia. Yeyote anayefika Arise and Shine, ukifika tu Arise and Shine Naam. vile ulivyokuja huwezi kuwa kudia, vile unavyo yeah. ulivyo, sasa yeah. yaani kama ulienda, kwa mfano Jumapili upita, kama ulienda kanisani Arise and Shine, kama ulifika uh, leo hii lazima kuna utofauti mkubwa mkubwa sana. Ni salu. lazima kwa sababu mm. Yesu yuko pale anatenda kupitia mtumishi wake. Na hayo yanaitwa mabadiliko ya ghafla. Mtumishi yeah. wa Mungu anatufundisha anasema ni kwa nini magonjwa yanaingia kwako ghafla? Hujayaita, hujayalika. Yanakuja ghafla ghafla. Kwa, kwa ni nini pesa zisije ghafla? Kila mm -hmm. kitu ambacho unakihitaji kitakuja ghafla pale tu ambapo unaamini na kufuatisha mafundisho ya mtumishi wa Mungu Momposa. Yes, baraka kweli kweli, basi tuangazie shuhuda za wale ambao wametendewa kwenye hiyo madhabahu inayotenda 100%. Amen. Sio sio kwamba inatenda halafu Arise, Ut, uh -oh. Ukifika ni lazima tu utapokea uponyaji. Kabisa. Sikia hawa ambao wamepona. Ndiyo. asilimia 100. mm -hmm. Huyu alikuwa anatokwa na damu baada ya upako, Mungu amemtendea, amepona kutokwa na damu. Sikia huyu sasa akishuhudia alivyopona asilimia 100. Mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane nilishikwa na ugonjwa wa tumboni. Ule ugonjwa niliuvumilia, nikawa na kwenda kwenye waganga wa kienyeji, kwenye waganga wa ostama, kwenye mahospitali mbalimbali hata Uganda, lakini sikupata nafuu. Sasa ugonjwa ule nikauita kama ugonjwa wangu, wangukuvumilia nilikuwa natokwa damu na nyesha damu mpaka inaisha Mwilini iki, inatoka yee, ikifikia kiwango cha kuisha inakata, ikirudi haimalizi mwezi mmoja inaisha, ikifika inakata. Yaani inatoka kwa njia gani? Kwa njia haja kubwa. Ndiyo sasa nilipofikia mwisho ni zaidi ya miaka thelathini karibu na moja, ndio mtoto wangu yupo sehemu za, za Lindi aliniletea TV TV Chaneli ya kwanza niliyoishika ni hii hapa hii ya Arise and Shine. Ehhe ukaipata? Hhe eh, sasa baada ya mwaka mmoja naiangalia, baada ya mwaka mmoja naiangalia ehhe, nikachukua uamuzi. Nikasema vipesa nilivyonavyo vidogo nishike safari niende Dar es Salaam. Ndiyo kutoka wap? Kutoka hapa Kyerwa. Uh, ukaja Dar es Salaam? Nikaja Dar es Salaam pekee yangu sipajui ni hata uh. njia nilikuwa siiangalii ni wapi hapa, nilikwenda kama bubu. bubuhh kufika pale Dar es Salaam ilikuwa tarehe ishirini na saba mwezi wa 9 siku ya kula keki. Ndiyo. Nikakuta pamejaa. Wakuta pameja? E, nikakaa hapo nyuma. Eh. Anasema piga magoti, kaa chini sma. E, na kaa na chuchumaa, simama na simu. Sasa nikashikwa tumbo nikasikia linauma kweli. Baada ya kula keki au bakapo. Eh, na mtoto wangu nilikuwa nimemwambia kwamba nakuja utoke kule tukutane Dar es Salaam. Akaja. Akaja. Akasema au ni njaa, nikasema sio njaa. Nikaumwa, nikakaa chini, nikaumwa alafu baadaye nikapata nafuu. Sasa siku zile sikujua kwamba Jumatatu ni kuwasomea watu wanaotoka mikoani, uh, kuwaombea eh, Jumatatu eh, mi nikashika safari, nikarudi na keki. Umekula eh, nilipofika pale Murshaka alisha vitu vyeusi, vitu vyeusi vyeusi, lakini sikujua ni nini. Nikaendelea mpaka nyumbani. Baada ya wiki moja, wiki ya pili, damu hamna. ha, eh, sasa ni zaidi ya mwaka mmoja na zaidi uh, sioni uone uh, uh, tatizo tena. Nimekuja yeah, na mke wangu anaweza kushuhudia, yuko hapo. Mwambie hani njo mke wangu njo mwambie mpenzi mpenzi njo. <laughs> Haleluya! <laughs> Nani mtenda miujiza? Mama kidogo, tutuambie mme wako alikuwa anatokwa damu inamwagika. Nasema ndio haya, tuambie kidogo ana kama miaka 30 na zaidi anatokwa damu. Baada ya kwenda Dar es Salaam Kawe, sasa hivi anapata karibia mwaka mmoja, bado damu hajarudi. Uh, yaani alikuwa anatoka damu ndiyo. kwa miaka mingapi? miaka zaidi ya thelathini. 30 30 eh. Alipokuja Dar es Salaam amekoma kabisa, amepona, imegoma damu, ndio haitoki tena, haitoki nani? Ameponya yes, pigia Yesu makofi, mfurai. Baba, kuna kitu hapa kinauma hapa, wapi hapa kilikuwa kitu kinamemea kidogo, kinakuwa kinakuwa, lakini baada ya kutoka kule kilikauka, kimepotea. Pigia Yesu makofi. Baba asante kumponya mwanaume huyu, utukufuni wako naachilia baraka, glory Jesus, Jesus name. Baba asante kwa ajili ya kumponya, kuponya familia hii, utukufuni wako Jesus name. Glory Amen. Jesus Amen. Nani mtenda miujiza? Ilikuwa ni Bukoba bwana. Ilikuwa ni Ukoba, pale mtumishi wa Mungu alipofika na kusaidia maelfu ya watu. Huyu baba ni moja kati ya watu ambao walitendewa, amepona no. uh, kabisa kutoka na damu, lakini pia tumeona vile ambavyo, uh, Mungu amemtendea. So uh, vitu kama hivi vinapatikana vina, vina, vina, vina, katika matabani ukaangaze. mm -hmm, yani, unateseka hospitali na shindikana. Sasa ukiona kitu kimeshindikana hospitali, hawa wameshindwa wao, haimaanishi um, Mungu ameshindwa. yes. uh, kwa sababu mwingine zna, mm, HIV kama kama hospitali wanasema iwezekani huko wao, itawezekanaje? Jambo yeah, la kufahamu ni kwamba nashindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana, inawezekana. Ndio maana naona mtu mzee kama huyu na umri wake ule, amekuwa tu tukitokwa na damu kwa miaka yote hiyo. Najaribu kufikiria hmm. yeah. na waza, na waza inakuwaje mzee umri kama huo yeah, eh, ame huko ameendelea kuteseka na kutokwa na damu, i say too bad. Yes, ni mateso, lakini Yesu yupo kwa ajili ya kutufutia mateso, kutuondolea ya. Mateso yamefutwa, yamefutwa. mm -hmm. Kwa hiyo sasa anafurahia na enjoy. Kwa hiyo na wewe pia inawezekana, unateseka unajua, huwezi kufurahia maisha mm -hmm. kama unaumwa, unaumwa HIV una cancer, utafurahia kweli? Hatuwezi, lazima utakuwa unateseka, lakini unapokuja Arise and Shine, ambapo Yesu yupo ndani ya mtume Mwamposa Bulldozer, mm -hmm. Anajidhihirisha. Ukisha pona, utaanza kufurahia. Si ndio? <laughs> Nafurahi pia mimi hapa, kwa sababu ni mmoja yeti ambao watendewa na madhabahu kwa uangazi kupitia mtumishi wake Boniface Mwamposa. Naamini pia hata wewe ambaye, mm. eh, unatazama TV wakati huu, basi wewe pia ni mtu ambaye umetendewa na mtumishi wa Mungu kupitia jina la Yesu, kwa sababu ni mtumishi ambaye amepakwa mafuta na Mungu na anahurumia watu wa dini zote, na shuhuda mbalimbali zote ya kuzipokea hapa Rambegeze, tunaendelea ama tunahamia upande mwingine kwa sababu ya ya ya ya ya, ya muda, lakini lakini tuangazie hmm, moja hii okay, moja kutoka kwenye madhabao huyu, uh, huyu yeye amepokea uponyaji alikuwa kichaa, amepona ukichaa kichaa kabisa. Yes, kichaa au katika mabano unasema, mm, alichanganyikiwa. okay. Ehe, sasa unajua Hajiwa watu wengine kiri. Yes, yes umeongea vyema shida ya akili, lakini mm, wengine wanatumia hiyo wanaharibu watu no, wanaharibu watu kupitia uchawi kupitia ushirikina. Sasa huyu naye aliharibiwa, mm. alikuwa kichaa lakini kupitia upako ambao Mungu amemwachia amempa mtumishi wake Mwamposa Bulldoza amepona ukichaa baada ya maombi tukasikie hiyo uh, iko vipi, halafu tutarejea hapa. Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Sauda Matita, natokea mkoa wa Kigoma. Nimekuja hapa kutoa ushuhuda ajili ya huyu mjukuu wangu. Ameanza kupata matatizo mwaka jana, mwezi wa nane. Huyu mtoto ameolewa Kahama, ndio nalikuwa mtu mzima kabisa, lakini nimeshitukia, mme waka na nipigia simu, njoo chukue mjukuu wako ameishakuwa mwehu oh. Na nilipoenda nilikuta kweli ni mwehu wa kufunga kamba, wala hanyonyeshi mtoto Niki... eh alikuwa na shinda mwefungwa kamba maji hanywe wala chakula hari muda oh, wa wiki mbili. Nilipo mleta Kigoma ninamkaa mwana wangu anayeishi hapo Murogoro Chamwino oh, akatelemka Kigoma akaniambia, mama mbona umehangaika sana oh, kuna mtu yuko sehemu fulani uh, mimi nimeshafuatilia katika uzazi wangu, ijapa sijafanikiwa. Mulete huyo yeye, tuone kama uh, anaweza agafanikiwa. Na nimemleta mwezi wa pili, kwa hiyo imefikia mwezi wa tano, agapona yeye, agafanikiwa uh. Ametenda, amenitendea mambo ya ajabu. Kuona mwanangu anapona, amepona, analala. Alikuwa halali yes, alikuwa na muda wa kumaliza wiki mbili bila kulala, ni wakufungwa, wala mtoto hanyonyeshi. Sasa hivi ananyonyesha, mtoto anakula anafanya kazi, ndipo nimekuja kumchukua nikasema nije. Yes, nishukuru Mungu. Pigia Yesu makofi. Njoo hapa, njoni hapa na mtoto wako. Njoo nani, mtenda miujiza. Yes, amepokea uponyaji. Yesu Master, mtenda miujiza ambaye yupo ndani ya mtume mwa Mposa Buldoza, amemponya na okay, alikuwa okay. kichaa kwa maana hiyo hawezi kunyonyesha meeleza pale hawezi yeah, kunyonyesha halali, mama anasema alikuwa halali, wiki mbili wiki mbili, wa kufunga kamba amefungwa kamba, Ame kamba. No. lakini upako wa Mungu mosika sasa amepona. Hmm. Na hayo ndio tunasema matendo makuu ya Mungu ambayo yanafanyika kila kila siku kila wakati katika madhabahu kwa uangaze pale ambapo mtumishi wa Mungu anasimama tu na kuachilia upako ambao wampewa na Mungu eh, kuweza kuwasaidia watu wa dini zote. Na hilo kichaa, unaweza kukuta kuna mtu anatazama, uh, hapa sasa hivi ama anasikiliza ana hmm. Ndugu yake ambaye ni kichaa na wameshaangaika sana au ni wa kufunga kamba kuchunga hmm, eh, lakini nikwambie tu muda bado upo. Kama unaweza huko Dar es Salaam fika viwanjani Kawe Tanganyika Packers, siku ya Jumapili, ndugu yako huyo atafunguliwa bure kabisa umeshindwa, basi tazama kupi TV yako, radio yako sikiliza Operation Komboa Familia. Leo hii usiku, eh, ndugu yako atafunguliwa kabisa na atakwenda kuwa huru na kurudi katika hali yake ya kawaida. Ni kirahisi tu. Yes. Mungu anatamka. Wale wote ambao ni wagonjwa mpokee uponyaji. Yeah, na wakati mwingine mtu anasema, "Mh, mm, sasa mbona ametuombea, ametamka tu." Tivo. Na mmoja alishai kushuhudia anasema, <laughs> "Sasa alikuwa anashuhudia alikuwa yeye ana uvimbe." Anasema, mm -hmm. "Ah no, alikuwa anahitaji mtoto ndio, ha, sasa hajapata mtoto kwa muda mrefu mtoto. Mungu akatamka, wangapi anahitaji watoto? Simama haya, mwakani itakuwa hivi na hivi sasa. Yule akaza, mbona ame ameongea tu aje? Niomba mimi nitakaa, nishika niombe, lakini <laughs> la. Sasa anashangaa yale maneno ametamka mtume, tayari mm -hmm. amepata mtoto na anafurahia, yes. Kikubwa ni kusikiliza mtume anasema nini, anachokitamka ah, mm. Yeye ni mpako wa mafuta anachokisema, fuata maelekezo yake. Na hata leo kwenye Operation ukifuata maelekezo yake utaona Mungu akionekana wazi wazi kwako. Amina, amina. Sasa ni wasaa mzuri wa shuhuda zile za WhatsApp basi moja kwa moja nikutajie nambari, kama ufahamu. Ya kwanza ni 0, 7, 6, 6, 47, 80, 87, lakini ya pili ni 0, 7, 6, 3, 7, 6, 1, 6, 7, 3, lakini nambari ya tatu Rambegeza atakwenda kukutajia ni 0, 7, 6, 9, 0, 4, 3, 0, 9, 2, yaani 0, 7, 6, 9, 0, 4 30, 30, 30. Tuma shida yako hapa ita tufikia moja kwa moja. Uh, ili neno operation kwamba familia Rambegeze mtumishi mm. e, wa Mungu akielezea anasema kabisa familia ni kila kitu ambacho kiko ndani ya compound yako, kwa maana ya kwamba kama ni mifugo mashamba yako, kama una gari pia, kama una gari, kama watoto, nikumbushe kwa kipindi ambacho mama mmoja kutokea Bukoba mm. gari yake aliambiwa injini imekufa, imekufa, akaweka mafuta upako eh. <laughs> Kumbe hata haijafa gari, ikawaka ikaenda kama kawaida, na alishaambiwa ina ndefu tu kwa ajili ya kununua injini mpya <laughs> Eh, ni wivu tu, watu wa giza wanataka uendeshe gari, sasa naona wivu. Kwa hiyo wana lock engine isifanye kazi. Ah, watu wa giza. Kwa hiyo kila kitu ni familia mm -hmm. Sasa, basi kwa maana hiyo uh, tusikia huyu hapa anasema Bwana mm -hmm. Yesu asifiwe. Naitwa na Edi na Daniel, nipo Tabora. Namshukuru Mungu kwa alichonitendea kupitia mafuta ya upako mm. Sikiliza hapo. kuku wangu walikuwa hawatagi kabisa ndani ya miezi mitatu mm -hmm. Lakini baada ya kuwakanyagisha mafuta ya upako kwa sasa e, kwa sasa hivi wanataga mfululizo. Ando kanyagisha kuku mafuta ya upako huyu <laughs> <laughs> yeah, yeah, ana ana ana ana imani kali. Kwa hiyo tunakanyaga mafuta ya upako Kawe naye akajiunganisha huko kayagisha matpako kuku mm -hmm. na sasa wametaga. <laughs> Ay, mayai unayaona pale hayo ni kati ya mayai ambayo kuku wametaga, na kwambia, wanataga mfululizo wakati huu, mwanzo walikuwa hawatagi unajua. mm -hmm. hii inakuwa inatokea kweli kwamba mtu umefuga kuku, ndio mm -hmm. lakini kuku hawatagi, hali ya kweli inatakiwa hawatagi, lakini hawatagi mm -hmm. kwa hiyo kumbe, kuna vitu watu wanavifanya mpaka kwenye mifugo ah, yako ah. Kila mahali wanafanya wanatumia vitu vyao ambavyo kama wewe kweli uh, Mungu mtumishi wa Mungu amepewa ufunuo huu kwa ajili ya uh, ukombozi wa nini, operation kombo familia yeah. Sasa ili familia yako ikombolewe ni pamoja na kila kitu kilichomo ndani iwe, yeah. iwe ni mtu baki amekuja bani haonge yeah. iwe ni mgeni yeah. iwe ni msaidizi wote tu wa bustani, ni pale anapokuwa pale, maana ile ni familia yako tayari yes. unapoachilia upako wako watu oh, nao wasaulike, kama mpo nyumbani nyumba moja, amsha kila mtu ambie sasa ni wakati wa operation kuumbwa familia, basi watoto waweze kuombolewa, ndio kama huyu ambaye yeye aliona mpaka kwangu. Kwa nini wasitage? Lazima kuna jambo jambokanyagisha mafuta ya upako imani nzuri na imani kubwa sana kwa hiyo, kwenye imani Mungu hakatai yes. kwenye imani Mungu, kwake yote yanawezekana. Amina, kuna mwingine huyu hapa anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mary Daudi, naishi Meatu Simiu, nampenda kumshuhudia Mungu wangu kwa matendo aliyonitendea. Eh, uh, huwa e, nafuatilia channel ya Inuka Uangaze, nafuatiliaga makongamano, pia operation ikomboa familia. E, lakini ilikuwa ni Jumatatu ya tarehe 29 mwezi wa 5, yeah. Kwenye operation uh, komboa familia huyu mjusi alikuwa akikaa nyuma ya kabati anatuchungulia tu kila nikitaka kumwagia maji alikuwa anakimbia. Na, na mm -hmm. siku hiyo mtumishi aliposema mwaga hadi nyuma ya makabati nilichukua maji nikamwagia akakimbia. <laughs> Akakimbia. Mhm mm kama uh -huh. kawaida yake. Asema ilikuwa ni kawaida yake kukimbia. Lakini asubuhi wakati watoto wanajiandaa kwenda shuleni walipotoka tu sebuleni, waliniita na kuniambia mama, njoo uone. Ndipo nilipomkuta yupo pembeni mwa kabati ameanguka na amekufa. Namshukuru Mungu maana kwanza E, alikuwa ananikera, alafu watoto wangu wapo chini sana kimasomo. Sasa mara baada ya mjusi kufa, watoto wangu wamefunguliwa kwa jina la Yesu, na mshukuru Mungu wa madhabahu ya inuka uangaze. <laughs> ya, ni vitu ambavyo vinakuwa vinatokea kwamba mm -hmm, nyumba sio tu mwonekano kwamba ina, inaonekana vipi lakini mm -hmm, uh, operation kukomboa familia ni kipindi muhimu sana mm -hmm, ambacho kitakomboa nyumba yako mm -hmm. Uh, kitakomboa familia yako, ndio maana mtumishi wa Mungu kila siku anakuwa live ili kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mnakuwa salama, ndio maana upako utakuwa live mm -hmm. Kwa hiyo upako ukiwa live nyumbani kwako pia uwe live, kama havyo tuvyoona, huyu alikufa mjusi. Na sio huyu tu, ni wengi katika nyumba zao vitu vya ajabu vimekufa. Ndiyo. Wengine wame vitu vya ajabu hirizi zimeonekana ndani. mm -hmm. Wengine mapanya yamekufa, so fuata maelekezo ya mtumishi wa Mungu. Kuna jambo ilato ilatokea leo kwenye operation. Hapa, uh, kwenye operation. Mbona hapa Rambegezi wa, kwenye kurasa wetu wa YouTube anasemaje? Anauliza jamani, nataka kuonana na mtumishi wa Mungu ile uh, ya Jumatatu na Jumanne nafanyaje? Ameuliza hapo hao eh? mm -hmm. Ni simple sana sijajua uko mkoa gani. Uyuuu. Lakini utaratibu ni kwamba mm. mtumishi wa Mungu ameweka utaratibu wa kuonana na mtu mmoja mmoja. Ndio. Tatu na Jumanne. Siku ya Jumatatu ni zamu ya watu kutoka nchi mbalimbali mm -hmm. na mikoa mbalimbali. Kwa hiyo kama uko nje ya Tanzania, wanatamani kuja kuombewa na mtumishi Mungu, wekea mikono. Mm -hmm. Uombewe mambo ya mtu mmoja mmoja. Ni bure kabisa, ni siku ya Jumatatu ambapo unakuja na, na passport yako kutoka nje ya Tanzania kwenye nchi yako. Mm -hmm. Lakini e, uh, utamwona mtumishi Mungu siku ya Jumatatu. Kama kutoka nje ya Dar es njoo Jumatatu pia njoo na tiketi yako ambayo umetumia kusafiri kutoka mkoani mpaka hapa. Kama umetumia gari binafsi, njoo utajieleza, utapewa maelekezo. Lakini Jumatatu unaandikisha jina, halafu Jumanne unamuona mtumishi Mungu, ni bure kabisa. Na jambo hapa la kufahamu, Lightness Jerry ndio, kwenye mitandao ya kijamii no, mtu anaweza kukwambia akasema, tuma pesa ili nikakukutanisha na mtume mm, ili ukaombewe na mtume. Hao ni matapeli, usikubali. Kwa sababu mtumishi wa Mungu amepewa neema hmm. kuonana na watu, kuwasaidia watu wote bure dio? Kuombea watu wote bure kabisa. Kwa hiyo sijui kakubali kudanganyika. Hata kama unaona yu <laughs> <bore> kabisa yule namwonaanga onaga pale Rise and Shine. Usikubali. <laughs> Ni bure kabisa. Si ndio? Ndio. Kuna mmoja alikuja pale na mbegeze juzi pale eneo hmm. La la, la, la media pale. Yeah. Jumapili akasema kwamba hmm. aka, akaomba kuzungumza. Akasema kwamba akawa anaonesha namba za simu. Akasema hmm. Hmm. Uh, kuna mtu huyo hapa ameniambia nitume hela kwa ajili hmm. ya maombezi ya watoto yatima hmm. ambacho kinahudumiwa na mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nimetuma pesa 100,000 hmm. na nusu sasa nilikuwa nataka nionane na mtumishi wa Mungu yeah. E, nimwambie nimetoa sadaka yangu hiyo, lakini pia aniombee kwa changamoto za baada ya hapo yeah. watoto yatima yeah. baada ya hapo ya kutuma tu ile pesa, mawasiliano yakawa yamekatika. Alimwambia tuma pesa tusaidie kituo cha yatima alafu Uje sasa nikuhudumie nikuombee yeah. Mm. sasa akawa ametuma sasa ile nafasi ya kuombewa akawa anaikosa okay. kwa, kwa, Ka sa, sa. kwa, sahibu, kwa mb... kana jaribu kutafuta nakosa ikabidi aje pale moja kwa moja sawa sawa ndipo akagundua kwamba sio kitu sahihi baada ya kuelekezwa kwa hiyo kuna mwingine pia inawezekana anafanya hivyo mm. bila kujua tukwambie tu kama alivyosema Rambegeze mtumishi wa Mungu hamuoni mtu kwa kutoa pesa ya unakuja tu naratibu majina yako pale eneo la mapokezi na mtumishi wa Mungu anakuona bure kabisa kama ni wa Dar es Salaam basi Jumanne mkoani nje ya nchi Jumatatu bure kabisa hakulipi kabisa chochote ndio maombezi hata kama uki, uh, mtumishi wa Mungu amekuja uh, ofisini anakuombea, hutakiwi mm. kulipia chochote kabisa, kabisa. Na hata kama mtu unajua, wengi anatumia mitandao ya kijamii ndio anaweza kafungua account, mwingine hata kajiita Lightness Jerry, mwingine hata kajiita Rambegeze mm. akasema tuma pesa eh, uh, ili uombewe na mtumishi wa Mungu, usikubali mm -hmm. Hawa ni matapeli, usikubali kufanya hivyo, na mitandao yetu iko wazi. Wazi kabisa. Na mtumishi wa Mungu hawezi kutuku, kuchat kwenye hiyo mitandao hana muda kwa sababu muda wote yuko busy anahudumia watu wa Mungu ambao Mungu amemwita kwa ajili ya kuwahudumia, kwa hiyo usidanganyike. Mimi Lightness Jeri na sitaki uh, utumie jina langu, inabidi tu mtu utumie tu jina lako kwa sababu. Kwa nini rambegeze? Kwa nini utumie jina langu mimi Lightness Jeri? Kwa nini utumie mm. la kwako? <laughs> <laughs> yes, maana yake anajua kabisa huyu, kwa maana anajua kwamba nikitumia hivi huyu ataelewa mm-hmm. Kwa sasa uh, uh, mtazamaji, tunakuambia haya ni kwa sababu tunakupenda tutaki uumie kwamba mtu akwambie tume pesa, wakati utaratibu huku ni bure kabisa kabisa. mm -hmm. Naam. Basi muda wetu unakwenda kweli kweli, Rambegeze, na wasaa huu ni mzuri kabisa kwa ajili ya Operesheni Kuomba Familia. Nikwambie tu wewe ambaye unatazama na kusikia, andaa maji yako mafuta yako, lakini pia hakikisha unafuata maelekezo saa hii kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye ataelekeza kwenye kipindi cha Operesheni Kuomba Familia. Muaga maji muaga mafuta kulingana na maelekezo ya mtumishi wa, wa Mungu, na baadaye naamini kabisa utarudi na shuhuda na utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao tutasoma uh, shuhuda zao mali hapa Rambegeze. Kwa kumalizia, uh, kwa kumalizia, tunasema kwamba jiandae kwa ajili ya Operesheni familia. Mm -hmm. Fuata maelekezo ya mtume. Ndiyo. Kuna muujiza wako leo kwenye Operation Komboa Familia. Amina, Mungu akubariki sana. Tumefikia mwisho. Naitwa Lightness Jerry, mwenzangu Rambegeze. Kaa tayari kwa Operation Komboa Familia.